Sasa mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, naomba kwa hapa unisikilize kwa makini, unisikilize kwa makini, sio unipigie simu kwa makini. Unisikilize kwa makini. Makadirio ya ujenzi wa ghorofa moja ya kuishi ya vyumba vinne ndio ninavyotaka kuwaletea hapa. Watu wengi sana mmeniuliza kuhusu makadirio ya awali ya ujenzi wa nyumba za ghorofa moja, ghorofa ya kuishi na haya ni makadilio ya vifaa muhimu kwenye ujenzi wa ghorofa. Narudia tena, kwenye ujenzi wa ghorofa, na ghorofa hiyo itakuwa ya vyumba vinne vya kulala, yaani kimoja ni master bedroom ambacho kwa Kiswahili tunaita chumba kikuu, na vyumba vingine vitatu vitakuwa na vyenyewe pia vina vyoo ndani, hivi tumezoea kuita self container. Pia kutakuwa kuna public toilet, kuna dining moja, kuna jiko moja, kuna store moja, kuna kibaraza, yaani utakuwa kuna baraza mbili, kimoja baraza kimoja kitakuwa juu ya ghorofa na kingine kitakuwa chini. Pia kutakuwa na koldo moja, hii itakuwa kwenye nyumba ya juu na nyumba ya chini Sawa alafu, msisahau kwamba kuna sehemu ya ngazi kwa ajili ya kupanda juu ghorofa. Haya makadirio ninayotaka nina nitakayokutajia kama unaweza kuyanunua basi, unaweza kujenga nyumba ya ghorofa unao kwa kiasi kikubwa, yaani kama una uwezo tu wa kununua haya, basi una uwezo wa kujenga nyumba ya ghorofa, na makadirio haya ndiyo yenye gharama kubwa zaidi. Naanza. nondo za milimita nane tani moja na nusu hii ni kwa ajili ya ringi. Nondo za milimita 12 tani nne kwa ajili ya slabu. Nondo za milimita 16 tani mbili na nusu kwa ajili ya nguzo na beam. Jumla ya nondo zote ni tani nane, ni kwa ajili ya ringi, slabu, nguzo na beam. Sementi mifuko 600 kwa ajili ya zege na ujenzi wa tofali. Matofali ya block elfu tano mia tano kwa ajili ya ujenzi wa msingi na ujenzi wa kuta za nyumba Marine boards PC 200 kwa ajili ya box na slabu mbao za two by four au tunaweza kusema mbili kwa nne zinatakiwa 250 mbao za two by two au unaweza kusema mbili kwa mbili zinatakiwa mia mbili kuna binding wire lola mbili kuna mirunda inatajika mirunda mirefu natakiwa mirunda mia tatu misumari kilo mia moja themanini na tano ya nchi nne kokoto mita cubic sitini na tano mchanga mita cubic 120. Wastani wa gharama zote za matilio ni milioni 60 kwa mwaka huu wa 2025 na 5 20 na, na hivi vitu unavyotaka kuanzisha ujenzi huwezi kuvinunua vyote kwa pamoja, kwa sababu utakosa sehemu ya kutunza. Kuna baadhi ya vitu hapo unaweza kuvinunua vyote kwa pamoja kwa sababu ni vichache na vinapangika, lakini mfano swala la kokoto, mchanga Hivi huwezi ukavinunua vijaza vyote kwa pamoja hapo site. Mita cubic 120 ni lori nyingi za mchanga. Kwa hiyo hizo utanunua kwa awamu, ujenzi unapokuwa unaendelea, zinaendelea kusogezwa taratibu taratibu mpaka mwisho wa ujenzi. Huwezi kununua vitu vyote kwa wakati mmoja. Haya ni makadirio ya kujenga jengo tu. Hapo sijaweka makadirio ya bati, kwa kuwa bati hutofautiana bei kutokana na aina ya bati utakuwa unatumia. Narudia tena, bati hutofautiana bei kutokana na aina ya bati utakazotumia, na mimi sijui utatumia bati za aina gani. Na usisahau kuwa haya ni makadirio muhimu sana na ya mwanzo tu unapoanza ghorofa, haya ndio unapoanza nayo. Haya pia, haya makadirio niliyokutajia, sio kwamba kujenga umemaliza. Hapana. Nimekutajia vifaa vyenye gharama zaidi kwenye ujenzi wa ghorofa na kuhusu gharama za ufundi, hayo ni maelewano kati yako wewe mwenye nyumba na mhandisi au fundi. Halafu inatakiwa ujue vifaa havina mapatano, ila vina bei elekezi. Kwa upande wa fundi, mnaweza kupatana bila shida. Vifaa utakutana na bei madukani huko huko au viwandani hatua nyingine zote zinazofuata unaweza kumalizia taratibu taratibu. Ikiwezekana unakuwa unamalizia ukiwa umehamia humo humo. Mara nyingi huwa kuna hofu mtu ya kujenga ghorofa kwa kuhofia gharama, kumbe inawezekana. Ni muhimu kushauriana na wataalamu wa ujenzi, sio kila mtu, sio kila mtu. Mwingine atakutisha ata ata tu mwingine atakutisha na wewe utaahirisha, kumbe una uwezo wa kujenga ghorofa bila shida. Ukuhitaji ni kutumie mchanganuo wa gharama zote za bei ya matilio zote za bei ya matirio ya ujenzi wa ghorofa. Wasiliana na mimi kwa kutumia namba hizo unazoziona hapo chini, utalipia shilingi elfu hamsini pia mahitaji ya ramani za nyumba za kuishi na za biashara, tuwasiliane kwa namba hizo hizo, kwa kuwa ninachora na ninajenga na kufanya finishing zote. Kwa ukitaka tu hivyo nivyo kusajia hapo na vihitaji orodha yake iliyo kamilika pamoja na bei yake. Namba za simu hizo hapo, nitwangie, nitakurushia vizoezi la fast tu yale. Ukisha kamlisha tu malipo hiyo elfu hamsini azidi dakika tano, utakuwa umesha ipata hiyo soft copy yote yenyayo mahesabu, pamoja na gharama zake. Kwa elimu zaidi, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushea akaunti hiyo ya Mjenzi wa Nyumba. Pia unaweza kunifuatilia kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii kwa jina moja tu la Mjenzi wa Nyumba. Natoa ushauri bure kabisa. Kwa msaada zaidi, wasiliana na mimi kwa kutumia namba hizo unazoziona. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa video zaidi na zaidi. Shukrani.